Jiuliza muda um, mrefu sana kwamba ni laptop gani ambayo itakufaa kama unafanya eh, kazi nzito au unataka laptop ambayo ni luxurious na ambayo inaweza kuweza kusaidia ukafanya kazi nzito kwa urahisi na kwa uwepesi zaidi. Okay, sasa leo nimeweza kuletea laptop hii ambayo ni brand ya kampuni ya Dell. Hii ni Dell 7310 bwana, laptop hii ni generation ya kumi. E, eh, kitu cha kushangaza kwamba tulipata kwa bei ofa kabisa ya shilingi laki nane. Laptop hii ni very slim and portable as you see here e, eh, ina porti zote za muhimu kama unavyoweza kuona hapa. Laptop hii ina backlight keyboard pia e, eh, keypad. Ina kamera yake nzuri kabisa hii ambayo unaweza uka ukai switch off hapa ili usije kuingia na vumbi. Okay, sasa laptop hii utaweza kujipatia kwa bei inapatika ya inapatikana kwa bei ya ofa na bila kusahau, ina RAM ya 8 ikiwa na SSD ya 256 pia ni Core i ni 5 Bonge moja la laptop ambayo ambayo inaweza kukusaidia katika shughuli zako, na recommend laptop hii.